Msingi tu kwamba nyota zinatambulika ziko kumi na mbili na hizi nyota kumi na mbili zipo kwa idadi fulani ambayo tayari walimwengu walishaziweka katika mfumo. Na kabla sijaenda mbali, hizi nyota ambazo tunasema ni mifumo ya kiroho ambazo zimepewa majina, nitayataja baadaye wakati tunaendelea huko, na tutazielezea kwa undani kila nyota, kila mfumo na pakeji zake kwa sababu pakeji ni kama vitu fulani ambavyo vinaambatana na nyota hiyo. Lakini shida yake ni moja tu, ni kwamba watu wengi wamekariri, wanakariri badala ya kuelewa, na hapa ndipo watu wengi unajikuta wanapigwa, wanapigwa na wanaingia mkenge. Lakini wengine pia wamekuwa wakijifunza wao kama wao, wanaelewa na wakifata zile kanuni, na wengine pia wamekuwa wakisaidiwa kufuata zile kanuni au ile misingi. Lakini nyota peke yake kuijua au kutokuijua, kuijua na kuifanyia kazi haitoshi, bali kuna mifumo mingine unatakiwa uijue, ambayo inaambatana na hiyo nyota. Naona shida tena kuanzia kwa nyota, si nyota e? Yani mfumo hauko mmoja, okay. mifumo iko mingi, afu inashirikiana kwa hiyo mfumo mmoja wapo ni mfumo wa nyota ambao tunasema ni astrology. Ambao astrology yenyewe ina package. Yani e, ni elimu ya nyota astrology. Ni elimu ya nyota lakini Mpapu. Kwenye elimu ya nyota kuna vipengele fulani vipo mle uvijue, haitoshi kwa sababu mle ndani kuna kitu kinaitwa birth chart mm -hmm. Umeona, ramani au mzunguko wa kuzaliwa Sawa, saiko ya kuzaliwa, mzunguko wa kutumia tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa. Kwa hiyo nayo ni ya kujifunza namna ya kuichora, kuisoma, kuna nini, lakini haitoshi. Kuna vitu vingine mle ambavyo vinaitwa moon sign and sun sign. Umeona eh, alama za nyo, mwezi na alama za jua katika kuzaliwa kwako zilikuwaje? Umeona eh, lakini pia ascendant yako wewe nyota iliyochomoza au wakati unazaliwa, kuna vitu vilionekana siku hiyo. Kwa hiyo wazazi wanaozaa watoto au tuliozaliwa au tunaoendelea kuzaa, kuna changamoto hapa. Watu wanashindwa kujua zile siku za watoto wao kuzaliwa zinakuwa zimeambatana na vitu gani na hivyo kuambatana na hivyo vitu, vimeambatana katika mifumo miwili, mfumo wa kiroho na mfumo wa kimwili, ambao sasa huo mfumo wa kiroho mara nyingi sana watu wanaupuuzia wanachukulia tu kama maombi, wakisha mshukuru Mungu basi. Wakati kumbe pale kuna package nyingi unatakiwa kuzielewa. Wakati mtoto wako na mzaa mwezi ulikuwa wapi, ulikuwa kwenye kiwango gani joto. Ukiwa umeelewa vizuri elimu ya nyota, unaweza ukapanga unataka kumpata mtoto wako siku gani na nyota ikiwa wapi, sahihi kabisa, sahihi, kwa sababu inakupa picha halisi, mtoto wako ulimzaa usiku au mchana kwa sababu mchana una viambatanishi vyake, na usiku vile vile una viambatanishi vyake, asubuhi vile vile, hata hata tuasema jioni, kila muda una viambatanishi vyake vya kiroho. Sasa hivi ni vyema kuvifahamu, usichukulie usi, tu nyota kwa kuitaja tu from nowhere, tu, ina, ina package nyingi umeona, ina package nyingi lakini nitoe, nitoe, nitoe uh, kama um, kuelewa kidogo ufafanuzi elimu ya nyota ni, nyota, ni elimu ambayo ilikuwa inatumika miaka mingi sana, miaka mingi before hata hizi religion, ilikuwa inatumika miaka mingi sana na wafalme, miaka hiyo kipindi ambapo serikali hizi bazo, bado hazijawa kwenye mifumo, miaka ya elfu moja mia nne mia mbili zilikuwa zinatumika sana na ndio zilikuwa elimu kubwa, yani elimu hii za unajimu ndio zilikuwa kubwa, ndio zilikuwa zinathaminika katika jamii kuliko hata elimu zingine. Kwa hiyo kila ufalme au kila jamii ilikuwa na mtu anaitwa mnajimu mna, kwa hiyo mnajimu alikuwa ni kama e, tunasemaje e, chuoni tunawaita nini wale, wale wa, wa, wa, wa, nini wanasema malekce eh? au ni tuseme lecture au nani, kwa wao ndio walikuwa walikuwa wa, wa, wa wa wa watu wasimamizi wa mambo mbalimbali mbali ya kiroho na kimwili kwenye maelekezo ya ufalme au kitu fulani. Hawa ndio wa na walikuwa wanaongoza, walikuwa wanaitwa wanajimu. Sasa hawa aa wanajimu miaka mingi iliyopita walikuwa wanathaminika sana na walikuwa wanapewa thamani kubwa sana, yaani walikuwa wanaheshimika sana kwenye jamii zao, lakini sasa baada ya mapinduzi ya elimu na mambo wa kadha wa kadha wa kadha, kuna mambo katikati hapa yalitokea mwaka elfu moja mia tano na kitu, ambao sasa haya ndio yalileta mapinduzi kwenye vita ya kwanza ya dunia huko, yalileta mapinduzi vita ya pili yalikuja yakafanya mapinduzi. Yani, kuna mapinduzi kila karne, kunakuwa na mapinduzi fulani yanatokea. Sasa basi baada ya, ya miaka mingi kutumika, hii ikawa imefifia, lakini haikuondoka moja kwa moja, na imefifishwa na nini? Ni sayansi na teknolojia zilizokuja. Yaani, sayansi hii unayoiona leo chemistry, biolojia, fizikia, hizi elimu kwa ujumla wake zote hizi zilikuwa katika kitengo hichi. Eh, hey, ingekuwa ni hivyo kwa sababu kila kitu kwa tunategemea mifumo hiyo. Kulikuwa kuna kitu kinaitwa alchemy. Zamani kulikuwa kuna kitu kinaitwa alchemy. Alchemy ilikuwa ni elimu ya sayansi ya kiroho na ya kimwili, zilikuwa zinaunganishwa kwa pamoja kufanya research, kufanya utafiti wa kubadilisha kitu fulani kuwa kitu fulani, kubadilisha jambo fulani kuwa kitu fulani, kwa mfano jiwe kulipeleka kuwa dhahabu, kitu fulani ukibadilisha, usimuelewe vinawezekana. Eh, vinawezekana hata leo pia watu wanafanya <laughs> hivyo, hata leo pia watu wanafanya hivyo ila <laughs> sasa wanafanya katika mazingira ambayo wewe utasema ni uchawi, sielewa, eh, utasema ni uchawi. Na hata hivyo pia watu watasema ni uchawi, kwani simu wewe, mfano simu unavyopiga si ndio? unampigia mtu ambaye yuko mbali, si unazungumza naye unafikiri hiyo sauti inapita kwenye hewa gani? hewa ya kiroho au hewa ya kimwili? au ina, yani inapitaje pitaje, mpaka inamfikia, unasema unasema, okay, ni sayansi inapita kwenye mnara, mnara unapeleka si kwenye satellite, so unapeleka wapi na nini na kwa kadha wa kadha, lakini akili yako wewe haikutumi kwamba hiyo ni mekanizimu ya kiroho, si umenielewa? Ni mekanizimu ya kiroho, kuchukua kitu fulani kuki, kukiweka kitu fulani na kitu fulani kilete uhusiano ni nguvu za atom, ni nguvu za kiroho ambazo zinasababisha kitu fulani kiende flani ki connect kifanyeje? Maona device hizi bluetooth zote hizi, ni watu tu wamefumbwa akili. Kwa hivyo mr kan hivyo <laughs> uh, vitu bado tunaviishi pasipo kujua kama tunaishi kwenye vitu kama hivyo hmm, tunafungwa tu kwa akili, lakini kwa sababu ya kwa ya, ya, ya, sababu ndogo ndogo tu za kijinga, starehe za kijinga, siomeelewa eh? Uh, ku, ku, ku, ku, tu, kula vyakula ambavyo vinasababisha eneji yako wewe kupote, ku, kupotea, kukaa kwenye mazingira ambayo yanasababisha eneji yako kupotea kwao. Eneji ndo kila kitu, nguvu fulani ipo katika ulimwengu wetu, inatusaidia sisi kutupa uelewa na maarifa fulani ambayo yanatusaidia kufungua akili na kuelewa ulimwengu wa kiroho ni nini na ulimwengu wa kimwili ni sasa ukikaa kwenye mazingira ambayo yanasababisha eneji yako kushuka down, maana yake atasababisha kupoteza kumbukumbu kumbu zako na kufungua milango na kuelewa kumbe dunia inahitaji nini. Hii inaambatana na vitu vingi. Sasa ni kama nilivyofafanua, elimu hii ya astrology au elimu hii ya nyota imeambatana na vitu vingi, lakini nitakufafanua, elimu hii haihusiani na dini yoyote au imani yoyote na ndio maana ukimfuata mnajimu yoyote au mtaalamu yoyote anayejua anay, anay, anay, anay, anay, anay, anay, mambo ya unajimu atakwambia unajimu haihusiani na dini yoyote. Elimu ya nyota haina, haina utamaduni wowote wa kidini, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vipo kwenye unajimu ukiviangalia vizuri kwa undani vipo kwenye, kwenye maandiko ya dini, unaona sasa. Mm -hmm. Eh, ukienda kwa Uislamu utakuta vimetajwa tajwa mle mambo ya nyota na nini na nini, si ndio? Ukienda kwa Ukristo kule uta, utaona tena vimetajwa tajwa pale, yani vina, kama vinaguswaguswa hivi. Sasa combination ya ku connect kutoka kwenye dini kuja kwenye unajimu au kutoka kwenye unajimu kwenda kwenye dini, ndio inahitaji hekima na maarifa, na ndio maana vitabu vya dini vinahitaji kutafakari ili uelewe, usikurupuke. hmm, yeah. Kwa sababu kila kitabu cha dini hakijajileta tu, yani zile ni kodi yani ni lugha ya, ya ishara ziko mle, kwa kuwa makini. Hata kwenye usomaji utokio kuwa makini katika sababu, walioandika pale sio watu wa kawaida, ni watu ambao walishiba elimu ya kiroho, walikuwa wako kweli, wali kwelikweli, maana wakaandika vile vitu. Kwahiyo tusivichukulie poa, lakini ipo siku tutakuja kuzungumzia kuhusiana na vitabu vya dini na uzito wake, jinsi ulivyo. Dini yoyote ile, wem wem dini yoyote ile, mristo poa kwa sababu ina msingi fulani wa vitu fulani vya kiroho. Kwa hiyo ni vyema umenyooka uka, hivi ukajifunza uka kwa undani na usibedhe usimbeze mtu usimbeze n yani us, wakati unajifunza elimu za kiroho usitengeneze usi mazingira ya kumtuhumu yani kutuhumu au ku, kuona mwingine anafaa mwingine afai. No, no, no, no, haitakiwi kuwa hivyo kwa sababu utajikuta unachanganyikiwa utakuwa mwehu nashangaza <laughs> <Mbona> hivyo? <laughs> ee, ee, mtu ukiamua labda mm. uh, kusoma vitabu vya dini na mm. kuwa katika dini ile kisawa sawa, sawa. Mm. unaweza ukawa huko sawa na mtu ambaye anasoma elimu hiyo ya unajimu mm. au unaweza ukasoma vyote kwa pamoja na ukawa huko tu sawa na mtu yeyote yule mm -hmm. mm. Nikueleweshe jambo moja ambalo unatakiwa uh, kulielewa kwanza, unajimu ama astrology ni kipengele katika elimu ya kiroho, elimu za kiroho mm -hmm. e, ni kipengele. yani, ni ni kipengele e, ni, ni, ni kubwa, ni pana <laughs> elimu ya kiroho ni kubwa sana.